Baba, leo hii natafuta mwongozo na hekima yako. Unionyeshe njia sahihi na unipe ufahamu wa kufanya maamuzi ya busara. Nisaidie kutofautisha kati ya mema na mabaya na kufuata mapenzi yako katika yote nifanyayo. Elekeza hatua zangu ili niende sawa na kusudi lako kwa maisha yangu. Ninakuomba unipe hekima ya kufanya maamuzi yanayokubaliana na ukweli wako na kuleta utukufu kwa jina lako. Nisaidie kuona mambo kwa uwazi na kuelewa njia zako. Ninaomba amani na utulivu moyoni mwangu leo ninapokutana na maamuzi magumu. Niimarishe katika hekima yako, nikijua kuwa mipango yako kwangu ni mema na kamilifu. Sema nami kupitia neno lako, mashauri ya hekima, na kwa Roho Mtakatifu wako fungua masikio yangu kusikia sauti yako, na unipe ujasiri wa kukufuata. Baba yangu, nakiri kwamba wewe ni mwenye maarifa yote na hekima yote. Nakutegemea wewe uniongoze kwenye njia sahihi. Nashukuru kwa ahadi yako ya kunielekeza na kunipa hekima ninapoomba. Ninaamini katika uaminifu wako na mpango wako kamilifu juu ya maisha yangu.